What's up, mambo vipi? Kama ndo mara ya kwanza unatuona, sisi ni Tiles Quality, mabingwa wa kuuza bidhaa nzuri za kisasa kwa ajili ya nyumba yako. Kama unavyoona hii ni mahususi kwa wale mafundi ambao wanazipenda kazi zao. Kama unavyoona upande wangu wa kushoto huu, na tiles cleaner after finishing. Umejenga nyumba yako, umemaliza, kumedondokea rangi rangi, uchafu, simenti, ndio uchukue hii tiles cleaner Shilingi 10000 hii hapo, utaipata kwa shilingi 15000. Lakini pia na hizi mallet nyundo hizi kwa ajili ya kugongea kuweka leveling kwenye tile hizi, wanazijua hizi, utaipata kwa shilingi 15000. Hizi ni product kutoka Uturuki. Lakini pia na hii pasi ya decoration hii, unaipata kwa shilingi 10000. Ukija huku